Sehemu kubwa ya nchi kipindi hiki, wananchi wengi wanajiandaa na msimu wa kilimo. Kwa hiyo sisi wizara ya kilimo tumekuwa ni taratibu zetu kila mwaka kupita kuhamasisha wakulima kununua pembejeo, kutumia mbegu bora, kutumia mbolea za kupandia, kutumia mbolea za kukuzia, kutumia mbolea za kunenepeshea, lakini pia kutumia mbegu bora kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na serikali wote tunavyotambua ya kwamba kuanzia msimu uliopita serikali imeweka ruzuku kwenye mbegu bora za mahindi lakini pia imekuwa ikitoa ruzuku ya mbolea kwa wakulima. Tunasisitiza wakulima mkajiandikishe, mpate namba ya wakulima itakayowawezesha kununua mbolea kwa ruzuku, lakini pia kununua mbegu bora za mahindi kwa bei ya ruzuku. Kwa hiyo tunawasisitiza sana wakulima ya kwamba mjitokeze kuwaona maafisa ugani. Tumetambulisha afisa ugani wetu wa kijiji. Ni wapi? Kaka, una kishikwambi, kinyooshe tu kione, yeah. Serikali imeimarisha huduma za ugani, imewapatia maafisa ugani pikipiki, imewapatia maafisa ugani vishikwambi, ili hivyo vishikwambi viwawezeshe kuwasajili wakulima wote na kuwapatia namba ya mkulima ambayo inakuwezesha kupata ruzuku zinazotolewa na serikali. Lakini pia wamewapa pikipiki ili ziwasaidie kuwatembelea wakulima mashambani na kuwapa ushauri wa kitaalamu. Tumtumie mtaalamu wetu ambaye yuko hapa katika mtaa wetu. Naona hapa anaendelea na usajili, anamsajili mkulima. Wakulima wangapi ambao hawajasajiliwa? Wale waliosajiliwa wenye namba mkulima, aya. Wale ambao hawajasajiliwa tumwone afisa ugani. Tumebadilisha utaratibu sasa hivi, hatuandikishi majina kwenye daftari, ni moja kwa moja kwenye kishikwambi, anakupa namba yako ya mkulima, unaitumia hiyo namba kununulia mbegu bora na mbolea za kupandia, kukuzia na kurelepeshea. Kwa hiyo nitoe wito katika huu mtaa wa Mkwajuni ya kwamba tujitokeze kwa afisa ugani, tujisajili, tupate namba ya mkulima ili tuweze kunufaika na ruzuku zinazotolewa na serikali. Lakini pamoja nasi, tunawahamasisha wakulima waelewe ya kwamba si mbolea fulani tu zinafaa kwa kupandia. Mbolea za kupandia ziko aina nyingi. Kinachohitajika kwenye ile mbolea ya kupandia ni kiinilishe cha fosfeti ambacho kinapatikana kwenye mbolea hizo tunazoziita dapu, lakini kiinilishe hicho hicho kinapatikana kwenye TSP kinapatikana kwenye e, fomi otesha kinapatikana kwenye dapu minyingo, dapu plus ambazo zote hizi ni jamii za mbolea za kupandia. Kwa hiyo unapokwenda dukani using'ang'anie tu kwamba nahitaji dapu. Hapana, mwambie muuzaji nahitaji mbolea ya kupandia, yeye atakushauri kulingana na kiasi au aina ya mbolea ambayo yuko nayo. Lakini kikubwa tufate ushauri wa afisa ugani. Ziko mbolea za kukuzia ziko mbolea za kunenepeshea au kubebeshea. Mbolea hizi zote ziko kwenye ruzuku inayotolewa na serikali. Mkulima, tumia haki yako kwa kuainisha eneo eneo unalolilima, aina ya zao, ili uweze kupata namba ya mkulima kwa afisa ugani wetu hapo, ambayo itakuwezesha kupata hiyo ruzuku. Lakini kuna wale ambao mlikwishasajiliwa sajiliwa tayari mwaka jana, mwaka juzi au mwaka huu mwanzoni, lakini umebahatika kuongeza eneo la uzalishaji. Yumkini umekodi eneo lingine hekari moja au mbili au pengine unataka kuongeza zao lingine katika uzalishaji mwaka huu, unaruhusiwa kwenda kwa afisa ugani kuhuisha zile taarifa zako ulizokisha zisajili awali. Mimi kwa majina naitwa Eli Kibudula, napenda sana kuwashukuru hawa wataalamu walioleta hii hamasa ya kutusaidia kutuletea mbolea, ila kitu kimoja nataka niwaombe Watutafutie wakala wa walete hapa, ili tuendeleze kilimo chetu, tuwe na mavuno mazuri. Watulete na na mbegu pia iliyo bora, yenye mavuno mengi. Kwa mwaka huu maandalizi yangu nataka nilime, nivune magunia kama 500 hivi, sababu ninapolima bila mbolea sipati mavuno mazuri, naangaika navuna kitu kidogo, lakini eneo nililolima ni kubwa, ndo changamoto ninayoipata. Toski ndio taasisi iliyopewa jukumu na serikali kupitia wizara ya kilimo kusimamia ubora wa mbegu au kudhibiti ubora wa mbegu. Kwa hiyo tuna jukumu la kuhakikisha mkulima anafikiwa na mbegu iliyokidhi viwango vya ubora vya kitaifa na kimataifa lakini mbegu ambayo haipelekei mkulima magonjwa wala haipelekei mkulima wa maambukizi ya wadudu kwenye shamba lake. Nunua mbegu yenye lebo ya TOSKI. Lakini vilevile vile, nunua mbegu iliyopitia mpaka udhibiti wa mbegu TOSKI. Usinunue mbegu ambayo haina stika ya TOSKI.